Leo napenda nikuambie dalili saba kuwa ndoa au mahusiano yako yanavunjika kimya kimya. Moja, maongezi yanapungua sana, hamzungumzi tena kwa mapenzi, mnaishia kuulizana maswali ya kawaida tu kama e, umeshaoga au umepika. Mbili, kila kitu kinakuwa ugomvi, kitu kidogo kama kuchelewa kurudi kinageuka ugomvi mkubwa. Tatu, hamshirikiani tena kwenye maamuzi mmoja anaamua kila kitu bila kumuuliza mwenzake. Nne, kutoaminiana na siri nyingi. Kila mtu analinda simu, kuna mawasiliano ya ajabu ajabu. Tano, mapenzi ya mwili yamepotea. Hakuna tena ukaribu, hakuna kukumbatiana wala kushikana mikono. Sita, kila mmoja ana dunia yake. Mmoja anaburudika na marafiki, mwingine na mitandao, hamna muda wa kuwa pamoja. Saba, mawazo ya kuachana yanaanza kutawala. Moyo wako au wake unatamani kupumzika kutoka kwenye ndoa hiyo. Je, unaziona dalili hizi kwenye ndoa yako? Usikae kimya, zungumza, tafuta msaada mapema. Mimi ni Daizo kutoka Daizo Loveline. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na ushare video hii ili kusaidia wengine pia. Asante kwa kutazama.